Baada ya kupata barua na pesa zile za ajabu, Bi Rehema alihisi moyo wake umejaa furaha na matumaini mapya. Hakujua aliyempa msaada huo, lakini aliamua kutumia fursa hiyo kwa busara. Alianza kwa kununua unga, sukari na mafuta mengi zaidi ili kupanua biashara yake ya maandazi. Safari hii aliboresha ubora wa bidhaa zake na kuanza kuuza vitafunwa vingine kama chapati na sambusa. Biashara yake ilianza kukua taratibu na akajipatia wateja wa kudumu sokoni. Lakini si kila mtu alikuwa mwenye furaha kwa mafanikio yake. Kulikuwa na mama mmoja sokoni, Bishida, ambaye aliona maendeleo ya Bi Rehema kama tishio. Alianza kueneza maneno mabaya akiwashawishi wateja kuwa Bi Rehema anatumia hirizi au njia za ajabu kupata mafanikio. Siku moja Bi Rehema alipokuwa akiuza, kundi la watu lilimzingira hafla. Mmoja wao alisema kwa sauti kubwa, tunaambiwa unatumia uchawi katika biashara yako, tuambie ukweli, hela zako zinatoka wapi? Bi Rehema alitetemeka kwa hofu, lakini alijua moyoni mwake kuwa hana hatia. Alisimama kwa ujasiri na kusema, siri ya mafanikio yangu ni wema na bidii. Nilifanya mema hata wakati nikiwa na shida, na Mungu alinipa njia ya kutoka. Ghafla kutoka katikati ya umati alitokea mzee yule aliyempa maneno ya faraja zamani. Watu walishangaa. Mzee huyo alinyanyua mkono wake na kusema, msiwe watu wa kuharibu mema kwa chuki. Bi Rehema alipanda mbegu za wema na sasa anavuna baraka badala ya kumshuku tumuunge mkono. Kukawa kimya kikubwa sokoni. Watu waliotilia shaka wakainamisha vichwa vyao kwa aibu. Bishida aliyekuwa chanzo cha maneno hayo alikimbia kwa aibu. Baada ya siku hiyo, biashara Bi Rehema ilizidi kustawi. Alipanua biashara yake na kuajiri wanawake wengine wenye shida kama alivyokuwa yeye zamani. Alijifunza somo moja kubwa, mema hayapotei na watu wenye roho mbaya hawawezi kuzuia baraka za Mungu. Msimbuliaji wako ilikuwa ni mimi Lizo Mavoice, sauti uliyozoea. Mtunzi wako ni Bwana Jumbe Ibrahimu, mkono wa dhahabu. Usikose sehemu ya tatu yenye mwendelezo mtamu, hapa hapa Burhan Media TV. like, subscribe pamoja na kushare na marafiki. Asante sana, chao.